Rais William Ruto ametangaza rasmi kuzinduliwa kwa mpango wa Ruzuku wa Nyota utakaowafaidi vijana laki moja elfu moja na mia tano kutoka wadi elfu moja mia nne na hamsini humu nchini. Aidha, rais amesema kwamba kila kijana atapokea shilingi elfu hamsini za kuanzisha biashara huku serikali, kwa ushirikiano na Benki ya Dunia ikitenga jumla ya shilingi bilioni tano kwa mradi huo. Seth Olale na taarifa kamili. Everybody katika mkutano na makatibu wa wizara katika ikulu ya Nairobi, rais William Ruto alisema kwamba ruzuku mpya ya nyota ya shilingi bilioni tano unaogharimiwa na serikali inalenga jumla ya vijana chipukizi laki nane elfu ishirini.

Katika awamu ya kwanza jumla ya vijana zaidi ya laki moja kupitia vikundi sabini kutoka kwa wadi elfu moja mia nne na hamsini watapata shilingi elfu hamsini kila mmoja. Aidha, vijana laki moja na elfu ishirini watapewa mafunzo ya kiufundi bila malipo na kukabidhiwa viti rasmi baada ya mafunzo hayo huku vijana elfu tisini wanaofanya kazi tayari wakituzwa shirini shilingi elfu saba wanapopewa mafunzo maalum kuhusiana na kazi wanazofanya we have made a deliberate uh, program and like before to look out for opportunities for us to place young people in places where they can either get experience they can get training they can get on job experience as we are talking kuanzia e tarehe sita, Jumatatu, makatibu wote serikalini watazuru kaunti zote 47 na, na kukutana na magavana, wabunge na wawakilishi wadi kwa lengo la kuwaelimisha kuhusu ruzuku hiyo mpya ya Nyota. Seth Olale, runinga ya Citizen.